Ni watu wangapi walianguka? Si kwa sababu walikuwa dhaifu, bali kwa sababu waliamini wamekuwa miungu. Ni wangapi waliharibu kila kitu? Si kwa kukosa uwezo, bali kwa sababu walifanikiwa mara moja na wakaacha kuona ukweli. Leo hatuzungumzii kushindwa, tunaongelea hatari ya mafanikio, kwa sababu mara nyingi adui mkubwa wa maisha yako si adui wa nje, bali ni ego inayokwambia umefika. Leo tunaendelea na kitabu cha The Laws of Human Nature cha Robert Greene. Hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Sheria ya 11, The Law of Grandiosity, kujidhania. Sura hii ni mojawapo ya sheria za kisaikolojia ambazo Robert Greene anazitaja ili kutusaidia kuelewa kwa kina tabia za binadamu, hasa pale tunapopata mafanikio. Kwa asili binadamu ana hamu kubwa ya kujiona kuwa wa kipekee, mwenye uwezo wa juu kuliko wengine, na mwenye haki ya kutambuliwa na kusifiwa. Hii si tabia mbaya kwa asilimia mia moja, kwa sababu kiwango fulani cha kujiamini ni muhimu ili mtu aweze kuthubutu kujaribu na kusukuma mipaka ya uwezo wake. Hata hivyo, tatizo huanza pale kujiamini huko kunapogeuka kuwa kujidhania kupita kiasi, yaani pale mtu anapoanza kuamini kwamba mafanikio yake yanatokana na ubora wake wa kipekee pekee, na kwamba yeye yuko juu ya makosa ya kawaida ya binadamu. Greene anaeleza kuwa mafanikio, hata kama ni madogo, yana nguvu kubwa sana ya kuibadilisha namna mtu anavyojiona. Mtu anapopata ushindi wa kwanza, sifa au kutambuliwa, akili yake huanza kuunda simulizi jipya. Simulizi la kwamba mimi ni wa kipekee. Mimi nina kitu ambacho wengine hawana na hatimaye mimi niko juu ya makosa ya kawaida ya binadamu. Katika hatua hii, mtu anaweza kuanza kudharau mchango wa bahati, muda, mazingira au msaada wa watu wengine. Badala yake, anajipa yeye mwenyewe sifa zote. Hii ndiyo mwanzo wa kile Greene anakiita grandiosity, hali ya nafsi iliyovimba inayojiona kuwa kubwa kuliko ilivyo kwa uhalisia. Kadiri mafanikio yanavyoendelea, hatari huongezeka zaidi. Mafanikio yanakuwa kama aina ya ulevi wa kisaikolojia. Kama vile mtu anavyoweza kuleweshwa na pombe au dawa za kulevya, ndivyo mtu anavyoweza kuleweshwa na sifa, pongezi na ushindi. Ulevi huu humfanya mtu aanze kupoteza mawasiliano ya kweli na uhalisia. Anaanza kuamini kwamba maamuzi yake yote ni sahihi, kwamba hisia zake za ndani ni za kuaminika bila kuhojiwa, na kwamba yeyote anayemkosoa au kumpa tahadhari labda ana wivu, ana nia mbaya au haelewi kiwango chake. Hapa ndipo mtu huanza kujitenga na maoni ya wengine na kujifungia ndani ya ulimwengu wa mawazo yake mwenyewe, ulimwengu ambao mara nyingi hauendani tena na hali halisi. Greene anaonyesha kuwa hali hii ya kujidhania ndiyo chanzo cha kuanguka kwa watu wengi waliokuwa na vipaji vikubwa. Si kwamba walikosa akili, uwezo au bidii, bali walikosa unyenyekevu wa kisaikolojia. Walianza kuamini kwamba wamefika kwamba hawahitaji tena kusikiliza kujifunza au kujitathmini nafsi yao au ego ilichukua nafasi ya uhalisia. Walianza kufanya maamuzi makubwa bila kupima hatari kikamilifu, kwa sababu ndani yao walikuwa na imani isiyoyumbishwa kwamba wao hawawezi kushindwa. Kosa moja kubwa tu linatosha kuvunja kila kitu walichojenga, kwa sababu msingi wao haukuwa tena ni uhalisia na tahadhari bali ulikuwa ni imani ya kupita kiasi juu ya ubora wao. Ndani ya muktadha huu, wazo lako kwamba mafanikio kidogo yanaweza kutufanya tudhani sisi ni miungu linaakisi kikamilifu kile Greene anachokionya. Hii si lugha ya kufananisha tu, bali ni ukweli wa kisaikolojia. Mtu anapoanza kuona mafanikio yake kama uthibitisho wa ubora wa kipekee wa kibinadamu, anaweka nafsi yake juu ya sheria za kawaida za maisha. Anaanza kuamini kwamba yeye yuko nje ya hatari za kawaida, nje ya makosa ya kawaida na nje ya mipaka ya kawaida. Hii ni hali hatari sana kwa sababu maisha hayaheshimu taswira za nafsi. Maisha huheshimu uhalisia, mipaka na mabadiliko ya bahati. Greene pia anasisitiza sana jukumu la bahati katika mafanikio ya binadamu. Watu wengi hupenda kuamini kwamba walichofanikiwa ni kwa sababu ya juhudi zao pekee, akili zao pekee au maamuzi yao pekee. Ingawa mambo haya ni muhimu, Greene anakumbusha kwamba kila hadithi ya mafanikio ina sehemu kubwa ya mambo ambayo mtu hakuwa na udhibiti nayo. Alikutana na mtu sahihi kwa wakati sahihi, alizaliwa katika mazingira fulani, alipata fursa fulani ambazo wengine hawakuzipata au aliepuka bahati mbaya kubwa ambayo ingeweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yake. Pale mtu anaposhindwa kutambua mchango wa bahati, nafsi yake hujijenga juu ya udanganyifu. Anaanza kuamini kwamba yeye ndiyo chanzo pekee cha kila kitu kizuri kilichotokea na hii huongeza zaidi sumu ya grandiosity. Dawa kuu ambayo Greene anaipendekeza dhidi ya ugonjwa huu wa kujidhania ni unyenyekevu wa kweli wa kisaikolojia. Huu si unyenyekevu wa kujidharau au kujiona huna thamani, bali ni unyenyekevu wa kujitambua kwa uhalisia. Ni uwezo wa kusema nimefanya vizuri, lakini pia nilikuwa na bahati. Nina uwezo lakini, bado nina mengi ya kujifunza. Na nahitaji watu wengine ili niendelee kukua. Unyenyekevu huu humfanya mtu abaki wazi kwa maoni, tayari kurekebishwa na tayari kukubali kwamba anaweza kukosea. Kwa kufanya hivyo, anajilinda dhidi ya upofu wa mafanikio. Kwa mtazamo mpana zaidi, The Law of Grandiosity inatufundisha kwamba adui mkubwa wa mafanikio ya muda mrefu si kushindwa mara moja, bali ni kiburi kinachokuja baada ya kushinda. Mara nyingi watu hawaharibiwi na adui wa nje bali wanaharibiwa na picha waliojijengea ndani ya akili zao kuhusu wao ni nani. Kadiri picha hiyo inavyozidi kupotoshwa na sifa na ushindi ndivyo mtu anavyozidi kuondoka kwenye uhalisia, na kadiri anavyozidi kuondoka kwenye uhalisia ndivyo hatari ya kuanguka inavyoongezeka. Kwa hiyo, kwa mujibu wa sura ya kumi na moja ya The Laws of Human Nature, ujumbe mkuu ni huu: Mafanikio yanahitaji kazi kubwa, lakini yanahitaji pia bahati, muda na watu wengine. Mtu anayesahau ukweli huu huanza kuishi katika hadithi ya kujitukuza, na hadithi hiyo, ingawa inaweza kumpa hisia za nguvu kwa muda, mara nyingi huisha kumwangusha. Baki na unyenyekevu; sio tu ushauri wa kimaadili, bali ni mkakati wa kisaikolojia wa kujilinda dhidi ya upofu wa nafsi. Unyenyekevu hukuweka karibu na uhalisia na uhalisia, kwa mujibu wa Greene, ndiyo msingi wa mafanikio ya kweli na ya kudumu. Nenda ukaandike mambo matatu: ni nani aliyekusaidia kufika hapa? Ni bahati gani ilichangia? Na ni wapi bado una udhaifu? Kama huwezi kuandika hayo, basi ego yako tayari imeanza kukudanganya. Usisahau kusubscribe kwa mafunzo zaidi.